Na mtazamaji tukitoka Roma turudi humu nchini, tuingie katika mbuga za wanyama ambapo maelfu ya, maelfu ya Wakenya hii leo walifurika katika hifadhi ya kitaifa ya wanyamapori jijini Nairobi kusherehekea sikukuu ya Krismasi kwa mtindo wa kipekee. Kwa wengi wao, ilikuwa ni mazingira tulivu na ya kuburudisha mbali na shamrashamra na pilikapilika za kawaida za jiji. Usimamizi wa hifadhi hiyo, ambao umeandaa huduma za mabasi kwa wageni ndani ya hifadhi, wamesema wanatarajia kuendelea kushuhudia idadi kubwa ya Wakenya wakitembelea hifadhi hiyo hadi tarehe mbili mwezi Januari mwakani. Mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Nairobi Alhamisi ilikuwa na shughuli chungu nzima. Wakenya wa tabaka mbalimbali, wakubwa kwa wadogo, wazee kwa vijana, walimiminika kufurahia mandhari ya kuvutia mbuga hii. Mbuga ya kitaifa ya Nairobi, ambayo ndiyo mbuga ya kipekee duniani inayopatikana katika mji mkuu, ilikuwa chaguo bora zaidi kwa sherehe za Krismasi. Watoto wangu walitoka US na walikuwa wanataka kuona wanyama, so ndio maana tumekuja kusherekea Krismasi yetu hapa. Nimefurahi sana, tumekuwa kwa Ivory Coast, I mean, Ivory burning site. Nimekuja kuleta bibi yangu hapa, ametoka Githurai, ndio nimeamua kuja kumleta Nairobi National Park ndio tuone venye kuna kuanga. Hata mii mwenyewe sijai kuja huku, sijaiona. Nimekuja kusherehekea Krismas ya yangu leo huku. Watalii wa kigeni pia hawakuachwa nyuma shirika la huduma kwa wanyamapori hapa nchini KWS limetoa mabasi kwa gharama nafuu, ili kuwazungusha wageni mbugani waweze kufurahia vivutio vya kukata na shoka 1500 And also for the park entry fee. Huduma za mabasi pia zilitolewa katika mbuga za kitaifa za wanyamapori za Ziwa Nakuru na Abadea ili kuwezesha wageni kutalii kwa njia salama na bila tatizo. Huu si mlima wa changarawe bali ni mabaki ya pembe za ndovu zilizochomwa mwaka 2015 na Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta ili kudhihirisha juhudi za Kenya za kukabiliana na biashara hiyo haramu. Eneo hili pia lina vyoo vya kisasa. Katika hifadhi hii ya wanyamapori simba hawa, ingawa hawaonekani kutishika, leo wameshuhudia idadi ya kushangaza ya wageni. Nimeona lion, buffalo, monkeys, zebra na gorilla kwa Nairobi National Park. Kitu nimefurahia kuona ni tausi, tumengoja sana lakini Wasimamizi wa mbuga hii ya wanyamapori ya Nairobi wanasema kwamba msimu huu wa Krismasi sherehe zitaendelea hadi tarehe mbili 2 mwezi Januari mwaka 2026. Tilio Marco nikiripotia Darubini.